Hapa tunakutana na ustadh wetu anaitwa Muhammad bin Sa'id e, ha, wa rahusaka. Wa rahusaka. Alhamdulillah, Sada tunaomba ujumbe wako au nasaha zako kwa ajili ya siku ya leo ustadh. Aya, salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Ndugu watazamaji, e, kuna mambo mengi ya kuzungumza lakini kutokana na muda tutazungumza vitu vichache sana. Cha kwanza, kuendelea na takbira ni sunna kubwa kabisa. Tukumbuke kwamba hii ni sikukuu kubwa, tunaendelea na takbira kuanzia leo mwezi kumi mpaka mwezi kumi na tatu Kwa hivyo kila wakati tukipata muda popote tutakapokuwa, ikiwa sokoni, ikiwa njiani, popote pale, basi leta takbira kwa kwa wingi tu. Eh, wakati wa wakati wa masahaba radhiallahu radillahu anhu, Ibn Umar kuwa anakwenda mpaka masokoni, anasema na takbira mpaka watu takbira mpaka watu wanaona cheese. Kwa hivyo hilo la kwanza. La pili, tuendelee kufanyiana mema. Tukumbuke kwamba hasa leo bado ni katika masiku kumi bora kila amali tutakayofanya katika siku kumi basi itakuwa na ubora mkubwa sana. Baadhi ya maulama wamesema kwamba fadhila zake ni zaidi ya Ramadhani, wengine wamefika kusema hivyo. Kwa hivyo tuendelee kupambana kuendelea kufanya mema, na inshallah tuendelee kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala tu, tuache mambo yote ya haramu. Vijana wanajiingiza katika mambo ya haramu, kwenda katika masehemu ambazo hazitakiwi, madisko na mengineyo ni haramu kabisa, haifai, pamoja na mambo yote ambayo yameharamishwa, yame. Mimi ujumbe wangu kwa leo ni huo, vijana, tuendelee kutulia na familia zetu, tusifanye mambo ambayo hayafai katika sikukuu, tule vizuri inshaallah, na tukae na familia zetu.